Sisi, kama walimu tunalea watoto kulingana na tun, kwanza tuna magurupu mawili ya watoto watoto wenye ambao wenye mwaka mmoja hadi miaka minne ina maanisha ambao hawajaanza bado kuongea, na bado kuna grupu lingine la watoto ambao wameishajitambua. Kwa hiyo mm, tuna makundi matatu ambapo hilo kundi la tatu ndio tunalilea wote kwa pamoja kushirikiana hapa na, na madamu tuna vitabu vya watoto tunavyotumia kujifunza. Pia mda mwingine kuna vifungu tunawakaririsha ama kukariri vifungu. Baada ya hapo, tunawapa testi za kufanya na wanafanya vizuri, kila mmoja mmoja kivyake. Tunawatenganisha umbali wa kilometa moja, ina maana kwamba ili wasiweze kuidiana. Baada ya hapo, tukajipangia sisi kama na madamu hapa, kila mwisho wa mwezi huwa tuna mtihani. Eh, jie, mm, pia, tuna mtihani kuangalia tunapotoka na tunapokwenda, je watoto wanatuelewa? Na baada ya hapo pia tuna michezo, tunacheza tunaimba, in, ina maana kwamba tunamaanisha watoto tunaweka kuwa wakakamavu kwa upande mm, wako. Madamu Abigaeli wanafunzi wakasanikwa na TAG wotakribani, wanafunzi wangapi? takribani ya wanafunzi tulionao katika kanisa la TAG Galilaya wanapata wanafunzi themanini.